Ni awamu ya pili au series ya pili ya hizi kozi, lakini tunafahamu mwamko wa wengi wanaotaka kupata hii kozi kwao, naomba naomba hapo tukaze tu, tu, tu mwendo, tutii kiu ya Watanzania katika swala la elimu ya itifaki na ustaarabu. Sisi kama chokucho Dodoma, ni fahari ni fahari kubwa sana kwamba tunapata nafasi tunapata fursa ya kushiriki katika kujenga watumishi na viongozi namna waweze kuenenda bora kuliongoza taifa letu, namna waweze kuenenda bora katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kung'aa kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awamu ya pili tulikuwa na mafunzo ya muda mfupi ya siku tano ambayo tumeyahitimisha leo tukiwa na wanafunzi kutoka taasisi mbalimbali lakini maeneo mbalimbali ya, ya nchi yetu kwa ujumla. Katika kipindi hiki tumepata nafasi tena ya kuwafundisha mambo mapya, lakini kuwakumbusha wanafunzi wetu, hasa katika maeneo ya itifaki, katika misingi ya uweredi. Tumewafunza itifaki za kijamii, lakini pia itifaki za matukio viongozi za kimataifa na mwisho kabisa, mara hii tulipata nafasi ya kuongeza hasa misingi ya ya uadilifu katika itifaki na utumishi, ambayo kimsingi lengo ilikuwa ni ku, ni kuwakumbusha. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru washiriki waliokuja na taasisi mbalimbali za umma na zisizokuwa za umma, ambao walitutumia washiriki kwa kuwapa nafasi ya kuja kushiriki na wale ambao wakupata nafasi basi ni nichukue tena nafasi hii na wao kuwaomba kwamba tutakapoendelea kutangaza um, nafasi za mafunzo ya muda mfupi katika fani mbalimbali mbali za chuo kikuu cha Dodoma wasisite kuomba. Kwa kweli tunashukuru chuo kwa sababu pamoja na kwamba tunafanya kazi lakini tumekuwa tukifanya kazi nyingine kwa mazoea. Kwa hiyo imetupa fursa ya kuweza kutukumbusha na kutufundisha uh, vitu vingi ambavyo pia tulikuwa havituvijui kwenye masuala ya itifaki. Uh, itifaki ni pana uh, na kwa mawanda yake ni popote ulipo wakati wowote, unaweza ukafanya. Na kile ambacho unapaswa kufanya kinafuata itifaki uh, unapaswa kufanya kitu kizuri kwa wakati sahihi kitu sahihi, yani kwa ujumla itifaki itakugovern kuanzia nyumbani unavyoamka, utakavyotembea siku nzima utakayoyafanya yote yanaingia ndani ya, ya itifaki. Kuna mambo tumekuwa tukiyafanya ila hatukujua kama yalihitaji itifaki. So baada ya mafunzo haya sasa, tunaenda kufanya kadiri ya maelekezo. Kuna ujuzi tumepata, namna ya kuandaa eventi, namna ya kupanga e, ustarabu mezani, namna ya kuzungumza. Yote hayo imekuwa sehemu ya mafunzo, lakini pia maadili, na haya yameongeza yameongeza ladha katika utendaji ambao tunakwenda sasa kuufanya kwa nguvu mpya.